Kaeni vyema, wanakwenda vitani kuokoa Tanzania, baba na mama, eh. Mjue mwanaharakati kamanda baharia kocha na mtaalamu wa majanga na uokoaji, ndugu Jofule Kimimba Mwakabende. Ndugu Jofule Kimimba Mwakabende ni mwanaharakati shupavu, kamanda aliyejitoa kwa ajili ya uhai wa wengine, baharia mwenye uwezo, kocha wa kuogelea na mtaalamu wa masuala ya majanga na uokoaji. Amekuwa akijitolea kwa miaka ishirini iliyopita. Alianzisha kampeni ya kufundisha mafunzo ya kuogelea na kujiokoa, akijitolea kwa moyo wa uzalendo na weredi mkubwa, akiwa na dhamira ya kuokoa maisha na kuinua uelewa wa jamii kuhusu umuhimu wa kuogelea. Alianza kufundisha mtu mmoja mmoja, vikundi na taasisi mbalimbali kote nchini. Katika safari yake hiyo, alianzisha Tanzania Marine Swimming Club na baadaye kuanzisha taasisi ya Agnes Swimming Foundation, taasisi iliyofanikiwa kufundisha maelfu kwa maelfu ya watu ujuzi wa kuogelea na uokoaji. Pamoja na juhudi hizo za vitendo, leo hii amebadilisha mkakati wake na kuelekeza nguvu kwenye mabadiliko ya akili, fikra Hisia, mitazamo, maadili na maarifa. Dhamira yake sasa inalenga viongozi wa ngazi zote, watawala, vyombo vya habari, wasanii, watu mashuhuri, viongozi wa dini, waalimu na wanafunzi, kupitia uandishi wa kitabu chake kipekee Ulimwengu wa Maji, Sayansi ya Maisha na Maendeleo. Kitabu hiki kinaeleza kwa kina maarifa ya kitaalamu katika nyanja mbalimbali zenye uhusiano wa karibu na maji: sayansi ya maji, maji na michezo, maji na uchumi, maji na dini, maji na majanga, maji na matibabu. Kupitia kazi hii, ndugu Godfrey Kimimba Mwakabende anaeleza kuleta mabadiliko ya kimfumo na kifikira katika jamii kwa kuifanya sekta ya maji kueleweka, si tu kama chanzo cha maisha, bali kama nguzo ya maendeleo ya kiuchumi, kiafya, kijamii na kiroho. Pata nakala yako sasa, na unaweza kuwasiliana na Mwakabende kwa simu namba sifuli saba nne tano mbili nane saba mbili sifuli sita au sifuli saba moja nne mbili nane saba mbili sifuli saba ama sifuli saba moja sifuli tisa sita tisa sita tatu tano au sifuli saba tano mbili sifuli sita nne nane nane saba.